Sisi kama Wizara ya Ujenzi tunao jukumu la kuandaa miongozo mbalimbali pamoja na sera ambazo uh, zinaweza kusaidia katika hifadhi na usimamizi wa mazingira. Na leo hii tumeweza kutembelea uh, mradi wa Ring Road wa Dodoma kwa ajili ya upandaji miti pamoja na kuangalia maendeleo ya kazi ambazo zimefikiwa za upandaji miti. Tumeweza kuona aina mbalimbali za miti iliyopandwa, na niseme huu mradi una faida kubwa sana katika uhifadhi wa mazingira pamoja na kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, na ma, makabiliana ya mabadiliko ya tabia nchi ni ambayo yameelekezwa pia katika sheria ya mazingira ya mwaka 2004 kifungu cha sabini na tano, lakini pia sheria ya barabara kifungu cha thelathini kinayo maelekezo kuhusu hifadhi na usimamizi wa mazingira, lakini pia sheria hiyo inayo kanuni ambayo ina maelekezo hayo kuhusu hifadhi na usimamizi wa mazingira. Kanuni hiyo ni ya mwaka elfu mbili na tisa. Utekelezaji wa mradi huu pia unazingatia sera ya mazingira ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo hizi ni jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambapo pia tunatekeleza makubaliano ya Paris, uh, ile sehemu ya sita ambayo inazielekeza nchi mbalimbali kupunguza gesi joto. Kwa hivyo huu mradi ni wa muhimu sana, na tutaendelea sisi kama wizara uh, kuhakikisha miradi yetu ambayo inatekelezwa kupitia taasisi zetu ikiwemo hii miradi ya barabara inakuwa na jitihada mbalimbali mbali ambazo zitawezesha utekelezaji wa hii miradi iweze kuwa himilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia iwe na faida za ziada za kuweza kupunguza gesi joto. Katika maadhimisho haya pia tumeweza kupanda miti mia moja hamsini ambao ni utaratibu wetu kila mwaka. Katika maadhimisho ya wiki ya mazingira duniani, TANROADS tumejiwekea utaratibu wa kupanda miti kadhaa kwa mwaka. Huu tunapanda miti mia moja hamsini na miti hii tumeipanda katika eneo la Veyula kando kando ya barabara ya mzunguko wa jiji la Dodoma au Dodoma Outer Ring Road. Aa, ni barabara ambayo inaendelea ujenzi katika jiji la Dodoma na tumechangia katika mradi mkubwa ambao unaendelea, mradi wa kukijanisha Dodoma ambao tumepata msaada kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika katika utaratibu mzima wa GF ama Global Environmental Facility. Mradi huu uh, wa Dodoma Outer Ring Road umehusisha upandaji wa miti na masuala mengine ambapo upandaji wa miti tunashirikiana na jeshi la kujenga taifa la Makutupora. Tunawaasa pia wananchi Tanzania nzima kwamba wanapotumia mifuko au mifu, ma, machupa plastiki, basi wajue namna nzuri ya kutunza mifuko hiyo badala ya kutupa kwenye hifadhi za barabara kwenye madaraja au makalvati. Kwa kufanya hivyo wanasababisha, wakati wa mvua, machupa haya au maplastiki yale yanazuia maji kutembea kwenda kwenye vyanzo vya maji ambako usanifu wa barabara umeelekeza huko a, kwamba maji yaende na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali mbali ya miji yetu. Hii ni kwa Tanzania nzima, mikoa yote na majiji yote. Wananchi tuache kutu, kutupa ovyo maplastiki katika maeneo ya barabara kwa sababu mnasababisha barabara zetu zisiwe imara, madaraja ya zibe na hata kuharibika kwa urahisi. Tunashirikiana na wenzetu wa TANROADS ambapo mradi huu tumeanza kupanda kuanzia mwezi Novemba. Plani ya mwanzo ilikuwa ni kupanda miti mbalimbali mbali, kwa maana ya miti matunda, miti ya kivuli. Miti matunda tulikuwa tuna miembe, miti ya kivuli tulikuwa tuna miti maji, tuna miakashia tuna midodoma na tuna Krismasi na mjaka landa. Kwa hiyo mpaka sasa hizi miti yote ambayo tumepanda mpaka sasa ni miti thelathini na sita. Lakini vile vile kiingia macho kipo ni kwamba kuna baadhi pia ya wananchi wanang'oa ile miti ya matunda ya miembe ile kuna kwenye majumba yao. Ushauri wangu sasa, ushauri ni kwamba hapa cha kwanza kwamba tunawasii wananchi wenyewe kwamba mradi huu, mradi kwamba ni wa kwao. Serikali imetoa fedha kwa ajili ya kupanda miti ni kwa ajili ya mji wa Dodoma. Sasa wenye pia, wananchi wao ni sehemu ya ulinzi wa mradi, na wale wote ambao wako na mifugo mjini hapa, amba hii mifugo yao waihamishe iende sehemu ambako nini ni mbali na mji, lakini wao pia kwa kwamba hii miti kwa sababu ni yako, basi kwa kila mwananchi awe ni mlinzi wa mwenzie.